Sasa sasa, angalia usiri wasio hii mechi. Viongozi wetu leo ukiangalia, ni siku gani? Siku ya Jumanne, mechi tunacheza Jumapili, lakini uongozi ushatuma majeshi ikiongozwa na Mediali, yaani wazee tayari wameshafika, wame, wame Zanzibar, wakishirikiana na wazee wa Unguja na Wapemba pamoja na wazee wa Tanga, wako pale mjini Unguja. Amani na msemaji wetu, na yeye yupo pamoja. Kwa hiyo ukiangalia viongozi wetu hii mechi wako serious. Ingelikuwa ni hawa jamaa zetu hawa yani, ya, yani mechi si Jumapili, yani wao wangeenda Ijumaa, lakini sisi tumeenda Jumanne. Umeona, Jumanne, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi mosi, kuna siku tano za maandalizi. Sasa wewe huone hayo ni maandalizi ambayo ni maandalizi kama mtu anayekwenda yani kucheza fainali yani, ii mechi tunaichukulia kama ni mechi ya fainali kwa sababu ugumu wetu wa kwenda kuchukua kombe ulikuwa ni ugumu wa kutoka robo fainali kwenda nusu fainali. Yani huku ni njia isha, ishafunguka tena, yani zile password yani tushazipata. Yani tulikuwa tunakwama sana robo fainali, lakini kwa sababu tushapata tusha password za robo fainali tumeenda nusu fainali, ina maana hii ngoma haituishii hapa, tunaenda ni gani? Uh, tulikuwa tuna feli sana hapa robo finali, na timu ambayo inatutoa sisi inafika finali. Uh, yaani kulikuwa na mambo tu mambo mambo yani, yani, yani, watu walifukua mambo mengi sana, ndio maana tuka tukaenda kwa mashehe namposa kwenda kuiombea, hata sisi tawi letu hapa tuliiombea dua, umeona? Kwa hiyo password imefunguka. Yani kuna watu walitu, walitu, walitufanyia vibaya sana ili, ili simba isivuke robo fainali, iishie hapa hapa robo fainali. Kwa hiyo inshaallah, Mwenyezi Mungu ame, ametufungulia milango ya kuvuka robo fainali kwenda nusu fainali. Hii hapa, hatuishii hapa, tunaenda kuchukua kombe. Lakini kuipeleka mechi Zanzibar kuna maana yake. Rais wa, wa, wa, wa, wa Zanzibar ni nani? Al-Hassan nini, Mwinyi Hassan Mwinyi, yaani ni mtoto wa Al-Hassan Mwinyi. Yaani Mwinyi tulimwalika kwenye fainali, umeelewa? tukakosa kombe, umeona? Bado Mwinyi akasema Tanzania ni kichwa cha mwandawazimu, umeelewa? Sasa hii mechi ameitaka mwanawe kwenda kufuta hii kauli, yaani fainali tunaenda kupitia kwa nani kwa Mwinyi mwenyewe mtoto wa Mwinyi. Kwa hiyo kwanza, kule tuko nyumbani na mechi hii ameitaka mwenyewe Mwinyi, yaani kufungwa kwa uwanja wa Benjamin Mkapa ni kama heri zetu, lakini hili kombe la, la shirikisho ni kombe la Afrika Mashariki na Kati, yaani timu ya Afrika Mashariki na Kati ni Simba peke yake, umeona Uganda, Kenya wapi hapa Sudani umenelewa. Uh, uh, uh, uh, hapa Rwanda, Burundi tumebaki sisi. Kwa hiyo kwanza kuipeleka Zanzibar ni faraja, kuonyesha kama hili kombe si la Tanzania bara peke yake, wala sio la Tanzania peke yake, na Simba wakichukua kombe wa Zanzibar nao wamechangia, umeona. na sisi tungependa hasa fainali tukaenda tukacheza hata Uganda au Kenya, umeona kwa sababu gani? Hili kombe tutakapolipata tunalitembeza Afrika Mashariki yote, yaani maraisi wa Afrika Mashariki wote watalipokea ili kombe. Tutaanza kwa rais ambaye ni mama yetu, mama Samia Suluhu Hassan. Tukitoka hapa tunaenda Chato umeona eh? kwenda ku, kwa Magufuli kaburi lake. Tukitoka hapa tunaenda kwa Mwinyi Zanzibar. Tukitoka hapa tunaenda Uganda, Kenya, Burundi, Rwanda, nchi zote za Afrika Mashariki na Kati tutapiga pa umeona eh? Tutawaambia, tutamwambia rais atupe hata wiki Yani kazi, yani ka, yani Afrika Mashariki na Kati marais wote watangaze ndani ya wiki, kuwe hakuna kazi, kwa sababu tuna, tunaenda kufanya kazi ya Afrika Mashariki na Kati kwayo, kwa hiyo kwenda kucheza nusu fainali Zanzibar pia imetupa faraja na wananchi wamepata faraja kuwa ili kombe si la Tanzania bara peke yake, si la Tanzania peke yake, kwa hiyo hata wazanzibari nao wamechangia. Kwa hiyo mimi naamini wazanzibari wataipokea timu vizuri, watatupokea mashabiki kutoka Tanzania bara vizuri, umeona na tutashirikiana vizuri na ile kauli ya kusema wazanzibari ati ni, ni, wazanzibari ni Yanga wengi, hiyo ni uongo. Mimi mwenyewe hapa ni Mzanzibari, umeona, mimi najua zaidi, yani kule Simba ndio wengi zaidi, naangalia sasa mpaka saizi, umeona yani simu nilizozipata kule Zanzibar, umeona wanatuambia nyinyi huko msije, yaani, mashabiki kutoka huku tusije kwa sababu wanataka kuujaza wao uwanja peke yao e. Kwa hiyo wametuomba sisi huku tusije, tukamwambia sisi kwa sababu timu tunaipenda sisi, tutakuja japo kama kuuzunguka tu ule uwanja. Umeona, tuje tu tuuzunguke ule uwanja alafu nyinyi wazanzibari ndio mkaujaze ule uwanja. Kwa hiyo hata wao wazanzibari wanaomba sisi wa Tanzania bara tusiende, yaani tuisubiri, tusi, timu tuje tuipokee okay. Kwa hiyo hii ni faraja kwenda kucheza Zanzibar, hata mimi nimefarijika na pengine, yani, hili jambo tunaenda kuweka, kutengeneza historia, tunaenda kuchukua ubingwa wa shirikisho, lakini ubingwa huo pia umechangiwa Tanzania bara na Tanzania visiwani. Kwa hiyo ni jambo la faraja yani, wazanzibari nao watafarijika yani, hata sisi wenyewe mashabiki wa, wa Tanzania bara hatutojisifu sana na mashabiki wa, wa, wa, wa, wa, wa Tanzania visiwani watajisifu na wao, kwa sababu sisi tumeivusha timu robo finali tumeipeleka nusu fainali. Sasa wazanzibari wataitoa timu nusu fainali kwenda kuipeleka fainali kwao, ni jambo la faraja, mimi nimefarijika sana. labda uchebe uh, Simba Sports Club, uchezo wa, uchezo Benjamin Mkapa na kauli yao bora akisema kwa Mkapa toki mtu, labda katika uwanja wa New Amani Complex pale Zanzibar aiwe gumu Simba Sports Club kupata matokeo mbele ya Stellenbosch. Uh, kwa Simba hii haiwezi kuwa mgumu, kwa sababu nakumbuka nyuama Zanzibar tushamfanya vibaya Azam FC, tulimpiga goli mbili bila lakini Azam huyo huyo tulikuja kucheza naye hapa tukatoka naye draw uwanja Benjamin Mkapa. Lakini Simba hii unaiona inapata matokeo popote tu pale, umeona e, tushapata matokeo nje ya, ya, ya, ya, ya Tanzania kwa Simba hii ya Elia Mpanzo. Kwa hiyo mimi naamini Zanzibar bado kauli ya kuwa kwa Tanzania hatoki mtu tijapo kama ni Benjamini Mkapa, hatoki mtu. Sasa tunaenda kuibadilisha ile kauli nyu amani Zanzibar hatoki mtu, yaani tafsiri itakuwa iko pale pale. Ehe, inahamia inatoka huku na inahamia huku na na kuhamia tayari, kwa sababu ule ubaya ubwela tumeupeleka mapema e, msemaji wetu ameshatangulia. Kwa hiyo mimi naamini tu mashabiki wa, wa, wa, wa soka Tanzania hususan Tanzania bara wasiwe na wasiwasi timu iko katika mikono salama ya Wazanzibari, lakini kauli yetu mbiu itazidi kuendelea kufanya kazi. Lakini nikimzungumzia huyu mpinzani tuenda kukutana naye, eh Stellenbosch, yani ni mpinzani wa kawaida, yani ni mpinzani wa kawaida sana. ni kwa sababu kwanza Amp hata wale waliokuwa hawatupendelei mema, subiri basi, hmm. yani hata wale waliokuwa hawatupendelei mema umeona kabla ya Simba kupangu kupangiwa Almasiri wao, walitakiwa walikuwa hawataki tupangiwe na huyu mpinzani ambaye tunaenda kukutana naye, na sisi mashabiki wa Simba tulikuwa tunapenda kukutana naye huyu robo fainali kwa sababu tuliona robo fainali ya huyu msauzi itakuwa ni robo fainali rahisi. Wanayanga pia walikuwa wanakasirika kuja kuikuta Simba inapangiwa na huyu sasa kama sisi tulimhitaji robo fainali kwa nini leo hii tumkatae nusu fainali? Sisi wenyewe nilikuwa nampenda na sana nikutana naye robo fainali kwa sababu nilimuona ni kibonde na ma, mashabiki wa Yanga walikuwa hawapendi Simba wakutana naye huyu kwa sababu alijua Simba atavuka kiurahisi. Sasa leo hii kukutana naye nusu fainali ni bahati ya kwenda fainali kwa urahisi, umeona. Na mimi fainali nishacheza yani, bado ukabizi wa kombe. Fainali ni ile mechi ya Simba na Almasiri, ndio fainali yangu ile ndo fainali ile ndo mechi ngumu, kwa sababu mimi naamini fainali naenda kukutana na, na Constantine Umone. Uh, uh, yaani pale yu, yu, yuk, Berkani hatoki kwa Constantine Umone. Na huyu Stellenbosch usione kama kamtoa Zamalek ukasema ni timu ngumu, yani ni timu rahisi, isipokuwa tu katika historia navyoiona na mimi timu za Misri kucheza na timu za South, yani ni ngumu sana kutoka mwaka juzi Yanga anafika fainali, umeona piramidi anakutana nani na timu ya miss, ya, ya Saudi, na alitolewa ndo Yanga akakutana na, na Marumo, umeona. Msimu huu umekuta nani Al Ali anapigwa nje ndani, umeona, na timu kutoka Saudi, umeelewa? Kwa hiyo huku kutolewa Zamalek na timu ya Saudi, yani ni jambo tu la kawaida. Yani katika mfumo tu wa, wa Misri na Saudi, timu zao za vilabu huwa zinapata tabu sana, timu za Misri kwenda kumtoa timu za Saudi kama, kama unaona uliamini, hebu lifanyie uchunguzi hili jambo. Kwa hiyo Stellenbosch ni bado kibonde mbele ya Simba, Wala msuwatishe sana mashabiki na Watanzania, Simba hapa akishapita, wewe kama hujashona suti mwana mshabiki wa Simba peleka kitambaa chako kwa fundi, tengeneza suti mbona mbona fainali tayari, msimu ni wa kwetu. Sasa kama kombe hatujalichukua msimu huu tutachukua msimu gani? Una Elia Mpanzo, una Musa Kamara, una Kagoma, una Ngoma, umeona Jean Charles Ahoua, umeone kama hujachukua kombe msimu utachukua kombe, una mkwala unaateba una una, utachukua kombe msimu, una Fadu David umeona. Kwa hiyo mimi niwaambie tu mashabiki wa Simba na nyinyi waandishi wa habari, msije msende kuatia hofu mashabiki wa Simba. Hii ni nusu fainali ambayo ni kama dodo nimeliokota kwenye mwarobaini. Yani nashangaa eh, yani wewe una mwarobaini ndani, umepanda mwarobaini, yani napo unaamka asubuhi unalikuta dodo tena limeiva. Sasa unashangaa ili dodo limeangukaje kwenye mwarobaini? Ni maajabu. Mi mwenyewe mpaka leo siamini kama eti naenda kukutana na kibonde nusu faina. Yani mi nilikuwa nimepiga ile hesabu yani ya nani ya Zamaleki. Sasa ile shida imeniondokea, nimepata kibonde mapema tu. Mimi nampiga yule nne mpiga, mpiga, na kikaa vibaya nampiga wiki, hamna timu pale yani ile, ile timu hamna timu kabisa wala mstishi alimpiga tano nyumbani kwake, huyu. Sasa kwa nini simpige? Kwani ni tano sita, kwani simpige? Ah, na ukiangalia kule Zanzibar, yani mazishi mengi sana wanafanya mida ya saa kumi. Kwa hiyo hata muda ni sahihi. Kwa hiyo Stellenbosch, nadhani muda ambao waliopangiwa kuzikwa hiyo mida ya saa kumi ni muda sahihi kabisa, eh, watu wakishasali tu sala la asiri tunasalia jeneza, tukimaliza kusalia jeneza tunaenda makaburi ya Mwanakwerekwe, tunaenda kumzika Stellenbosch e, e. Kwa hiyo ni muda mzuri sana, muda ambao jua inakuwa sio kali sana, kila mtu asharudi kwenye shughuli zake. Unajua Zanzibari kule kazi mwisho tasaa tisa na nusu, lakini pia naamini kwa rais wetu umeona, Mwinyi anaweza akasema siku hiyo hakuna kazi, akwaza ni Jumapili. Kweli ni siku ya Jumapili, hapo ni sikukuu, kwa hiyo ni mapema tu. Kwa hiyo mimi naamini muda ni mzuri, mida ya saa kumi kwa yule ambaye ni, ni marehemu Stellenbosch, kwenda kumuhifadhi katika makaburi ya Mwanakwerekwe, ni, ni, ni muda mzuri, naamini kwa sababu sala itasaliwa pale uwanja wa Amani Amani, kutoka Amani kwenda Kwerekwe pale, haina haja ya gari, ni miguu tu, kwa sababu watu watakuwa ni wengi Najieleza, kila mtu ataka abebe. Kwa hiyo ni, ni, ni, ni, ni eneo dogo, ni eneo mfano kama unatoka hapa hapa Kariakoo hapa hapa Karume na hata Magomeni mbali, hata Magomeni ni mbali, yani Amani na Kwerekwe kutoka hapa na, na Magomeni ni mbali. Inawezekana hapa hapa ukishapandisha kigogo tu katikati pale ndio unafika Amani na Kwerekwe, kwa hiyo ni muda mzuri tu wa kwenda kumzika Stellenbosch. Lakini mimi niwaambie tu mashabiki wa Simba eh, wa msimu tutapata bahati kubwa sana kwa muda mrefu kwenda kuishuhudia simba ikaenda kuchukua kombe na, na sisi tunaenda kuvaa medali, tunaenda kuvaa nini? medali ya dhahabu, sio medali ambayo unakaa nao mwaka miwili na kuenda kumwambia mchezaji aonyeshe medali yako, akiitoa imejaa kutu. Hii medali tunaenda kwenda kuchukua sisi, hata miaka ishirini, sisi za kina kibwana, hey, kina baka hizi, sisi na kutu. Sasa hivi wewe nenda kumwambie, kama atakupa medali yake wewe unaenda kupeleka medali ambazo zinaingia kutu Ikulu. Sasa tumwambie Mama, yanga wamemfanyia, umeona, wamemfanyia udanganyifu. si tunaenda kumpelekea medali ya dhahabu? Sio medali unaiweka kwenye kabati siku mbili tatu naota kutu na utakutu. kombe juu, he, na kombe juu. He! Sasa ukiona medali mchezaji anavalishwa, hataki hiyo medali, haina thamani Yani medali za washindi wa pili wote tena, hususan za shirikisho hapo. Sasa ingekuwa ubingwa, ingekuwa ina thamani, lakini ya shirikisho nyuzi yenyewe za stationary zile nyuzi zile yani ni, ukiangalia hivi natoka toka nyuzi zile medali za za Yanga. Sasa sisi mama, tunaenda kumwambia, tunamletea medali original kabisa, medali ya dhahabu kabisa, tunaichukua tunaenda kumpelekea, anaenda kuiweka kabatini. Umeona eh? kwa hiyo tuna tunasema sisi kama wanasimba tunajipanga na nusu fainali na pia matayarisho tumeshaanza na kwenye matawi mbalimbali mbali, tutaanza kufanya dua kama tulivyofanya robo fainali, umeona eh? Tutafanya dua kwanza ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa ile nusu fainali, lakini pia tutafanya dua ya kuiondoa hapa nusu fainali kwenda fainali. Mimi naamini kazi kubwa ilikuwa ni robo fainali kwenda nusu fainali huku ni kama ada tu eh. huku hamna hamna kazi kubwa. Stellenbosch ni timu ya kawaida. Ukimwangalia, mimi naangalia kati ya Berkane na Constantine, na naingia naye final Constantine. Na uzuri fainali tunaanzia ugenini tunamalizia hapa nyumbani, yaani uzuri fainali msimu huu hata kafu ametupendelea yaani, tunaanzia ugenini tuna, tunamalizia nyumbani, tunataka tuondoe nuksi. Unajua Simba, Simba ndio inabeba bendera ya Tanzania. Simba ndio inabeba umeona umbile la soka la Tanzania. We timu imefika fainali lakini hata kwenye kumi bora hayumo. Yaani unajua kuna mambo mengine unaweza ukashangaa. Timu imefika fainali hata kumi bora hayumo. Simba hajafika hata fainali, ndio kwanza nusu fainali, timu ya nne barani Afrika. Yaani hakuna timu yoyote Afrika Mashariki na Kati iliyowahi kushika hata nafasi ya nne ya tano. Yaani msemaji wao walikuwa wanalilia nafasi ya tano. Asa, sisi yo nafasi ya tano tumepita, tumeenda nafasi ya nne. Na, na, na, tu, na, na, na, na, mwakani tunaenda kwenye nafasi ya pili kwa sababu ili goma lishawaka, hii ili goma tunachukua shirikisho, msimu mwakani tunaenda kuchukua klabu bingwa. Tukishachukua klabu bingwa tunaenda kukaa nafasi ya pili. Kwa hiyo kwanza tunajivunia muona, katika nchi yetu ya Tanzania kutoa mshindani wa ukweli kwe, kuwa katika nafasi ya nne, lakini pia tunajivunia katika nchi yetu Simba Sports Club kuingiza timu nne. Yani katika miaka ya nyuma hakuna timu ambayo iliyoweza kuingiza timu nne katika michi, michuano ya KAFU ni Simba peke yake. Kwa hiyo mimi naamini mama, namwambia tu aiangalie Simba kwa jicho la huruma, hurum aangalie. Umeona hey, hii mambo ya kupenda penda huku Yanga umeona, awa anatia watia huruma. Muda mwingine mama afumbe macho aangalie timu ambayo inayo mbeba, tunaandaa michuano mikubwa ya Afcon. Sasa Simba ndo tunambeba, kwa hiyo mama aiangalie Simba kwa jicho la huruma. Mama namuomba na yeye eh, akatie baraka zake kule Bunju umeelewa eh? Eh, tutakapochukua kombe namuomba na mama akatie baraka zake, akatuanzishia hata msingi umeona eh, toka tujenge majukwaa kule Simba Sports Club. Sasa tusisumbuke tu, tu, tu, tu, si, sana kesho hapa kesho hapa tuwe na uwanja wetu kabisa wa kucheza mechi saizi. Alhamdulillah, viongozi wamefanya kazi kubwa ya kuwa na viwanja vya mazoezi. Lakini sasa tunamwomba mama na yeye atie baraka tuwe na uwanja wetu wa mechi kabisa. Hawa Yanga waje pale stendi, sijui aje pale JKT, aje pale hata hizi timu ndogo ndogo hizi, kama Stellenbosch, ilikuwa ina haja kuitia gharama kwenda kuipeleka Zanzi? Ilikuwa tuipeleke Bunju, kwa sababu Stellenbosch kama, kama Singida tu, eh, yani Stellenbosch kama Singida tu. Na mwisho ndugu yangu wakumalizia, niwaambie tu waandishi wa habari na wao, umeona Waiangalie Simba. Simba ndio inawapa hela, umeelewa? Yaani huu uh, muda yaani, ingelikuwa Simba hayumo, hizi taarifa mwengezipata wapi? Mwengejuaje leo Ahmed Ally ingekwenda Zanzibar iangalie Yanga ambao wanaibeba beba, hawa waandishi wa habari hawa wengine, umeona kiwa eh. Simba tusiwe na papara, ubingwa wa shirikisho msimu huu unakuja Tanzania na tutautembeza, tuta afrika mashariki na kati mzima. Asante sana, niwaambie karibuni amani